Wa Faida Online TV leo, nimemtembelea mzee Isa Lidea, mkazi wa kijiji cha Mbuo kata Ndumbwe halmashauri ya wilaya ya Mtwara mkoani humo. Mzee huyo anaishi maisha magumu, huku akikaa peke yake katika kibanda kidogo alichokijenga kwa makuti ya mnazi baada ya nyumba yake aliyokuwa akiishi kubomoka. Jirani na kibanda hicho kilipo, usiku ambao kamwe hata usahau, baada ya kunyesha mvua kubwa iliyoambatana na upepo mkali miaka kadhaa iliyopita siku iliyoanguka hilo kama ningekuwa humo ha, ilikuwa sipo ah, kwa hiyo ulikuwa na nyumba yako hapo eh, nyumba ilikuwa chumba tatu kubwa kabisa na ilianguka na maji au ilikuwaje ubovu wa juu mvua kali na upepo ulivuma siku hiyo ni usiku kaona mungu ananipenda kwa wakati inaanguka ulikuwa ushajenga kingine hiki hey. Jina langu naitwa Karimu Faida na hii ni Faida Online TV. Mzee Lidea alibahatika kuwa na mtoto mmoja wa kike ambaye pengine ndiye angekuwa msaada wake, lakini siku zote alipangalo Mungu kamwe binadamu hawezi kulipangua. Hivyo basi, mtoto huyo alifariki dunia, akamwacha mzee huyo ambaye hata akumbuki umri wake, akiishi maisha ya kutangatanga mithili ya ombaomba kwa kuwa hata kula yake inategemea huruma ya ulimwengu, yeyote tu ananisaidia, na siku siposaidiwa eh. na siku ikipita hujasaidiwa inakuwaje? kwa sababu usaidiaji wake sio kwamba ninapewa katika bakuli tutaanza hmm. kuleta kilo mbili za dona ngina hmm. hivi ndo sana. Hivyo mzee huyo anapenda kufurahi na ucheshi muda wote, pamoja na maisha magumu anayoyapitia. Hapa anatoa historia fupi ya maisha yake. Aa, wakati nilipo kijana Mikindani, nimekaa sana, nikakulia pale ikawa ilikuwa navuavua baharini mm. mwaka ishirini na tano nikaanza kazi ya kubebabeba mizigo kuli kubeba, mm. kubeba hasa magodauni mm. kawa nimeshughulika sitini na tano sitini na sita mpaka sabini mpaka kufikana themanini kusalimu amri na hali mazidia mm. ndio aliyekuwa maisha yangu sana hivyo mm -hmm. eh, sina zaidi hata bado nazidi kutitia tu mm, mm. Na mzigo huu ndo nazidi kunirudisha ah, ha. yeah, mm. kuambia hapa mm. kwenda mm. seti hivi kwenda mm. vizuri hata siwe. Haya ndiyo maisha ya mzee huyo, analala chini kwenye kipande kidogo cha mkeka neti, kuku maumivu ya mbavu yanayotokana na kulala chini kila itwayo leo ukijumlisha na changamoto ya tezi dume aliyokuwa nayo, hakika anapitia magumu ambayo, kama kungekuwa kuna mashindano ya uvumilivu kutokana na maisha magumu, mzee Lidea asingekosa tuzo kamwe. Usiombe hata siku moja Mungu akupitishe kwenye majaribu kama haya. Huyu mzee hana simu na mawasiliano yoyote. Kama unatamani kumsaidia, unaweza kuwasiliana nasi na chochote utakachosaidia kitamfikia, lakini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 tumsaidia Mzee Lidea. Asante na kwaheri.